Baada ya aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Profesa Aruna Lipumba kutangaza kurejea kwenye nafasi yake na kuibuka tofauti na mawazo kwa baadhi ya viongozi waandamizi wa chama hicho kupinga kurejea kwake, wanachama wa CUF mkoa wa Dar es Salaam wanatarajia kufanya maandamano makubwa kesho jijini Dar es Salaam kumuunga mkono kiongozi huyo. izinayojenijeni lai za wananchi bara nakovisiwani. Akizungumza wa na wandishi wa habari na kutoa tamko mbele ya wafuasi wa CUF, wanachama hao wa mkoa wa Dar es Salaam wamesema wanamuunga mkono Profesa Ibrahim Lipumba wa kurejea kwa ni kwa kuwa katiba chama hicho inamruhusu, lakini pia wameonyesha hofu ya kusambaratika kwa chama hicho kati ya bara na visiwani, ikiwa viongozi wa visiwani wataendelea kubeza uamuzi wa Profesa Lipumba. Sisi wanachama wa mkoa wa Dar es Salaam tunaunga mkono uamuzi wa Profesa Ibrahimu Aluna Lipumba kurudi katika nafasi yake ya mwenyekiti wa chama taifa, na tupo tayari kwa gharama yoyote ile, hata kama maisha yetu yatagharimika lakini yeye aendelee kuwa mwenyekiti wa chama hiki taifa mpaka itakapofika uchaguzi wa ndani ya chama mwaka elfu mbili na kumi na tisa kwani tumechoka kuburuzwa, tumechoka kuonewa na wanaojiita watawala kafu Zanzibar. Umoja huo pia umetahadharishwa na kafu pamoja na wale walioita wafidhina ndani ya kafu kuwa endapo wataruhusu kupasuka kwa chama hicho bara na visiwani watarudisha nyuma jitihada za chama hicho za kukiondoa madarakani chama cha mapinduzi CCM, hususan visiwani Zanzibar. Lakini tunaomba wajumbe wa baraza kuu la uongozi la taifa hasa wa upande wa bara, wenzao wa Zanzibar wanasema. Mazurui ni naibu katibu mkuu Zanzibar, kwa nafasi yake haya yanayotokea Alitakiwa aache tu anyamaze, asubiri kama kuna vikao vya maamuzi basi anyamaze, lakini kitendo cha kutoa msimamo wake, maanake anatuambia huo ndo msimamo wa Maalim Sefu, huo ndo msimamo wa Jusa, huo ndo msimamo wa Wazanzibari. Hilo jambo hatutalikubaliana nao. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salam.